Wakazi katika kaunti ya Taita Taveta wameanza kuelimishwa namna ya kuripoti visa vya wanyamapori kuharibu mimea kwa shirika la kulinda na kuhifadhi wanyamapori maarufu KWS ili wapate fidia. Miongoni mwa maeneo ambayo mizozo ya wanyamapori imekuwa ikishuhudiwa zaidi ni Kamtonga, Mwakitau na Bura. Kulingana na wanaharakati wa jamii kutoka eneo bunge la Mwatate e, wanalenga kuhamasisha umma katika maeneo yote yaliyoathirika katika kaunti hiyo ya Taita Taveta ndio watatumika ama tutawatumia ama tutafanya nao kazi kwenda pale nyanjani, ili tukapate kutrain ama kufunza wale wengine on how they can be accountable in terms of human wildlife conflict and also we are not uh, not only focusing on human wildlife conflict but also the issues that affect the community, so watatumika pale kama kielelezo kama TOTs kama champions to make sure that this uh, uh, this knowledge has reached the the people at the grassroots. Tulikuwa hatuna ule uwezo ama ile process ya kufuatilia vizuri. Kwa kawaida mwananchi akiathirika, aki na hiyo human life conflict, wao wanapiga simu pale Lumo Community Life Conservancy, mi nikiwa kiongozi wa security, tunaenda hapo tunakuaga na simu zetu za kurekodi, tunarekodi hizo data then tunashare na watu wa KWS pale Bura uweze kuripoti hizi cases na kuweza kuweza kufuatilizia hizi cases mpaka mwisho, wakati ambapo mwananchi anaweza kusaidika na hiyo compensation ambayo wanaililia kutoka kwa serikali na vile vile pia waweze kupokea huduma zingine ambazo zinatoka kwa serikali.